Jina naitwa Moses Mfuko e, ni mratibu wa programu ya Roots and Shoots kanda ya kati, kwa maana Dodoma e, Iringa, Singida pamoja na Njombe. Leo tumefika hapa kwenye shule ya Fountain Gate kwa lengo la kufungua e, rasmi programu ya Roots and Shoots e, kwenye eneo hili la shule ya sekondari Fountain Gate msingi pamoja na advanced level. Lengo uh, letu lilikuja ni kuwaeleza wanachama wa Roots and Shoots namna gani ambavyo wanaweza kushiriki kuifanya dunia kuwa sehemu salama kupitia programu hii ya mazingira kwa vijana mashuleni. Kwa hiyo, tunashukuru tumepata ushirikiano mzuri kutoka kwa uh, walimu, mwalimu mkuu pamoja na walimu walezi E, wa programu hizi mbalimbali zilizopo hapa shuleni, wameweza kuelewa, wameweza kusikia ujumbe kuhusu programu yetu, na tumepata ahadi kwamba itakuwa miongoni mwa klabu bora na watashirikiana nasi kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa mabalozi sahihi kwenye upande wa mazingira, wanyama, pamoja na jamii.